Msimamo huo umetolewa na baba mzazi wa kijana huyo Mzee Hamisi Shabani, ambaye licha ya kueleza tukio la kijana wake kuuawa akihusishwa na tuma za wizi, pia ameeleza kutoridhika na uchunguzi unaoendelea kufanywa na vyombo vya usalama. Walimchukua kumpeleka kwamba nampeleka yeye na wenzake, mwenyekiti wa serikali za mtaa nampeleka ofisini asubuhi Jumamosi, mosi tukafuatilia polisi tukaambiwa wako sehemu ya Bugando hospitali. Tulipofika kule, tulikuta wote wakiwa wamekufa, nilipata mshtuko mkubwa. Naiomba serikali iweze kuchunguza kwa umakini sana, wakati wanampeleka kilifanyika nini mpaka kupelekea kifo, kwa sababu mimi nakataa kuzika mpaka sasa hivi mpaka wanipe maelezo ya kutosheleza. Naomba serikali isimamie kwa kulichunguza kwa umakini sana alivyochukuliwa wote wakawa wamepelekwa, lakini cha kushangaza, yule waliokuwa wamemtumia kwa ajili wame ya kusaidia ya kusaidia jamii waliokuwa na mhitaji na huyu waliokuwa na mhitaji wote kimewapelekea kuwa kifo. Sasa nimeshindwa kuelewa ni kipi kilichokuwa kinafanyika, huyu waliomtumia kwa ajili wampate, na huyu waliokuwa anamtafuta wote kimekuwa kifo. Naombeni serikali iweze kuchunguza kwa umakini zaidi. Akieleza kuhusu tukio hilo na hatua mbalimbali zilizochukuliwa hadi sasa, mwenyekiti wa mtaa huo wa Igelegele Bwana Ari Abasi pamoja na mambo mengine amesema kifo kimeshatokea, waziki, kama maswala ya kipolisi tuendelee kuchunguzwa, na mimi, mimi, mimi, mimi, sio malaika, mimi binadamu kama. Nitabainika kuna nani ni wajibike, lakini naamini kabisa asilimia mia, hata wao wanaamini kwamba mimi, mimi nimefanya kazi kubwa ya kuwasovu wale marehemu wasiuawe mbele ya malaika, lakini ilizidiwa kuhusu jamii jamii wasijichukulie sheria mkononi, wanatuwezeshea sisi maisha, hasa viongozi. Kwa hiyo ninalisihi kama itawezekana, jamii watusaidie ukamataji salama, watusaidie mtu anapokuwa ameshakamatwa basi waamini kwamba atafika kwenye mikono salama, wasijichukulie sheria mkononi hata kama wamechoka na matukio. Septemba 30, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza naibu kamishina wa polisi Willy Brody Mtafungwa akitoa taarifa tukio hilo linalohusisha kuuawa kwa vijana wawili na wananchi wenye asira kali katika mtaa huo pamoja na uchunguzi wa tukio hilo unaofanywa na jeshi la polisi, amesema. Tunaendelea kufuatilia na pamoja na haya yote, bado swala la kujichukulia sheria mikononi kamwe aliruhusiwa na ndiyo maana jeshi la polisi litahakikisha kwamba wale wote waliojichukulia sheria mikononi wanakamatwa na kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kutoka hapa mtaa wa Igelegele, hapa kata Bukalika, jijini Mwanza. Mimi ni Wellington Masele. ITV.